Tu bondia Asemahle Wellem. Yes. Siku ya tarehe 25 ya mwezi huu Oktoba, atapigana Kazakhstan, pambano la ubingwa wa WBA International. Kwa hiyo atatoka kuondoka kwenda kupigana, lakini vivyo hivyo bondia Yohana Mchanja tarehe 15 ya mwezi Novemba atasafiri kuelekea Philippines, naye kwenda kucheza na aliyekuwa bingwa wa WBO Global kabla ya yaan kwa anakwenda kupigania huo ubingwa anaenda. No, ni mechi ambayo sio mechi, sio ya ubingwa, lakini ni mabingwa, aliyewahi kuwa bingwa Ali kabla na ambaye bingwa wa sasa na umiliki wa bingwa wa sasa sana, ni uone

na makelele mengi na maradiko mengi mitandao, lakini ras imetuma nao official maombi ya kutaka kurudiana kufanya rematch, tukapiwa siku mia moja ishirini atid tumemaliza hii mechi ya tutacheza mechi na ikimpendeza Mungu huenda mwezi Desemba araa tarehe 20 0 aweza kwenda

karibu kwetu, tunaangalia mwenendo wako kwenye ile sehemu ya kuchezea kwa maana ya ring, lakini tunaangalia aa mwenendo wako nje. Kwa hiyo, Amiri bado yuko kwenye maangalizi na ndio maana mnaona bado hajapata game time kusharizika na kile ambacho basi mtamwona huyo ambaye alikuwa akisimamia atambulika na ikaonekana kuna haja sasa

Kwa hizi taarifa ambazo zinazagaa mtandaoni kwamba China alitoroka kambini hazina eh, kambini, ukweli. Ukweli, ukweli mimi ndiye nilimsafirisha China, nimeangaikia masuala yote ya visa na mahitaji yote ya msingi mpaka China anaenda Marekani. Mimi ndio nilio sign contract ya China ya Marekani, haikuwa bahati. Mechi ya kwanza haikuweza kufanyika, alifika lakini promoter wa kule hakuwa na mahusiano mazuri na kukamilisha taratibu katika ile state ambayo ilikuwa kuchezea Alabama, kwa ile mechi ilifanyika baada ya hapo Chino alilazimika kurudi, basi kuwa na mechi lakini tukaona ni fursa, ana viza ya mwaka mzima, kwa nini arudi? Wakati Marekani kila mtu anatamani, kwa ajili ya mchezo mgumu, ni sehemu ambapo mchezo huu una nguvu zaidi. Tukakubaliana baki Marekani, abaki Tuka Marekani. Ikaja mechi ambayo hatukuweza kuafikiana mapato, tukapata tukashirikiana sisi ikaja mechi tatu amba, faa, ya tatu ambayo ofa tuliona inafaa tukaridhia. Bondia chea alicheza pambano kubwa, lakini hakumaliza, hakufanikiwa kushinda kupoteza na, na zikaja ofa zaidi ya kwa. Ni bondia ambaye hana ba, shida na bado yuko chini, ila kwa sababu sisi si wasemaji wengine fayanaa la ni bondia Filipino so, so, so, so, aliyetupiga hapa anarudi tena kilazimika yeah, kurudi. Tutarudi, tutamsikiliza bondia anasemaje, wamba ibla akiwa tayari, akiwa tayari, tutamrudishia.